Um, na wanase... e, na ume, hivi hatutembei na mikono na miguu? Kuna kitu kinaitwa evolution ambao hata kwenye historia tumesoma eh? na yani, mabadiliko yale kutamba... Mabadiliko ya nini? Tabia ya nchi ambayo inamsaidia binadamu akue kutokana na maumbile na nini au nini? Ya, ya, ya maumbile. Kuna jino moja limetoka hapo. Si nini chanzo cha mwanya? Chanzo cha mwanya ni ufizi hapa. Ume, umekatika. Eh, yani kilikuaje yani kilikuaje mpaka una jino hapo katikati? Hapana huku ni mapengo. Hili pengo? Uu, yeah, pengo. Eh, hili pengo. Asio ngumi ila huu ni mwanya.